Jina langu naitwa Mwanaidi Kombo ni diwani viti maalum. Leo tukiwa tumefungua shule kwa watoto wetu, nimeona kwamba ninacho cha kuleta kwenye jamii, kwa sababu tunao wajibu huo kurudisha kwenye jamii. Kwa hiyo nimekuja kuwaletea watoto zawadi ambazo Mungu amenijalia. Nilianzia kitengo maalum cha viziwi pale shule ya walemavu wasiosikia, ambapo shule ya msingi Chuda, ambapo niliweza kusaidia madaftari, kalamu na penseli. Najua watoto wale wanatoka majumbani, lakini watoto wengi wale ni watoto ambao ni yatima, lakini pia ni watoto wanaolelewa na ndugu, kwa maana y kwamba mama mkubwa, shangazi, bibi na kadhalika, na wengi ni ukisikia historia pale, aidha wamefiwa na wazazi na kadhalika kutokana na sababu tofauti tofauti kwa hiyo nikaona kwamba basi kile ambacho Mungu amenijalia kwa kufunga huu mwaka lakini kuanza huu mwaka mpya 2026, basi nije niungane na watoto wetu wale kwa sababu ni watoto wetu wote, lakini pia nikaona si vibaya nije nyumba ya furaha hapa Raskazoni, ambapo tumetoa zawadi. Nilianza kwa kuuliza kwamba kunahitajika vifaa gani na sister aliniambia kwamba wanahitaji mabegi ya shule soksi, nguo za ndani na pads ambazo kwa namna Mungu ameniruzuku nimefanikiwa kuleta vyote hivyo. Kwa hiyo sisi kama jamii tunao wajibu wa kuwafikia hawa watoto kwa sababu watoto hawa ni watoto wetu wote, watoto hawa ni wamefiwa, watoto hawa ni wanaoishi katika mazingira magumu, wenzetu wanatusaidia kwa kuwalea. Kwa hiyo sisi kama jamii tuna wajibu wa kuleta kile ambacho Mungu ametujalia na tuwaletee, lakini pia wanayo changamoto ya bima ya afya ambapo mimi peke yangu siwezi, mbunge peke yake hawezi, kwa sababu bima afya ni elfu hamsini na mia nne kwa mtoto mmoja. Kwa hiyo tunaweza tukajishika tukajichanga kama jamii tukachangishana, basi tukaja tukawalipia watoto japo wachache, ili wanapopatwa na changamoto hizi za matibabu iwe rahisi, kwa sababu kumbuka, mpaka mtoto anakuwa yatima amefiwa, na mara nyingi ukiangalia wanakuta amefiwa ni kutokana na na wazazi wakufa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa hiyo unakuta watoto wanakuwa na ugonjwa ugonjwa magonjwa nyemelezi mara kwa mara. Kwa hiyo hospitali safari za hospitali ni zipo za mara kwa mara. Kwa hiyo kwa matibabu ambayo ya kawaida tu ukienda hospitali mtoto anatibiwa elfu ishirini, elfu kumi na tano si rahisi kwa mtoto ambaye anatoka kwenye kituo cha cha kulelea watoto kupatikana hiyo elfu ishirini kwa mtoto mmoja, elfu thelathini kwa mtoto mmoja. Kwa hiyo sisi kama jamii tukiwapatia bima kwa sababu inatumika mwaka mzima itakuwa ni rahisi kwao kuweza kutibiwa. Kwa hiyo niombe jamii huna mchango wa fedha kuleta basi lete chochote, kitawasaidia watoto hawa. Wanaenda shule, wanahitaji kula, wanahitaji kuvaa, wanahitaji kulelewa. Kwa hiyo chochote ambacho Mungu amekujalia basi tuone jamii tunaguswa kwamba hawa ni watoto wetu. Leo tupo hai, hata sisi watoto wetu wanaweza kuja kuwa yatima na wenyewe wakahitaji msaada. Hawa watoto wanahitaji vitu vingi, na tuna watu ambao wana uwezo wa kusaidia sehemu kama hizi za kijamii lakini tuna wengine pia nao ambao wana uwezo mdogo wa kuweza kuhudumia watoto kama hawa. Niombe sana jamii, tufikirie tunapoona watoto wetu basi tuone na watoto wa wenzetu ambao wana mahitaji maalum, vile tunavyopata basi tuweze kugawa kuja kusaidia kwenye vituo hivi vyenye watoto wenye mahitaji maalum. Mimi nichukue nafasi hii kumpongeza sana Diwani huyu kwa sababu tumeanza mwaka vizuri, ametuheshimisha katika kata ya Central. Kwa ajili hiyo, sasa niwaombe wadau wengine na waiga mfano wake. Naitwa sista Fortunata Wahindi, sista wa shirika la masista ya kolejina familia takatifu. Tunafanya utume katika mkoa wa Tanga, nyumba ya furaha kwa kulea watoto wanaoishi katika mazingira hatarishi na magumu, tukimaanisha watoto yatima. Tunawashukuru viongozi wetu kwa sadaka yenu mlioleta. Mungu awabariki wa awadhidishie kwa kuwafanikisha watoto wetu ili waendelee vizuri na masomo. Mungu awabariki sana na awalinde kwa sadaka yenu mliotoa. Pia tunaomba watu wengine ambao mnaoguswa, karibuni sana katika kituo chetu cha nyumba ya furaha hapa Tanga Raskazon hey. Na nawashukuru sana wote, Mungu awabariki kwa kidogo mlichotupa, asante pamoja na zawadi madaftari, kalamu pamoja na juisi ambavyo vimekuja kwa wakati muafaka. Tunafungua shule, madaftari mapya yanahitajika kwa watoto ili tuweze kuanza masomo yetu. Tunawashukuru sana, asanteni, mmekuwa wadau kwa ajili ya watoto hawa ambao wana mahitaji maalum.